Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika chaneli ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sana Bwana na kunijalia. Kama bado hujasubscribe, please subscribe, share, like, and comment. Leo ni Jumamosi mosi nashia neno la Mungu kwa dakika tatu na leo tunaendelea na series yetu ya wawili wawili. Leo tunaenda kuangalia baba yetu na mama yetu, Adamu na Eva ambao ni Adamu na Hawa, watu wa kwanza kuumbwa watu pekee ambao hawajazaliwa na mwanadamu, watu pekee ambao hawajawahi kuwa watoto, wameumbwa wamejikuta kwa watu wazima, wanatakiwa wafanye maamuzi. Wameumbwa na full intelligence, wanasema na hata hata DNA yao it was so perfect, perfect. Umeona sasa hawa wenzetu walifanya wa kosa ambalo ukiangalia mara nyingine unataka kuwalaumu, lakini ni makosa hayo na sisi tunayafanya kila siku. Hebu tuanze na Adamu. Adamu kosa lake kwanza mimi naliona, alikuwa wapi wakati mke wake anakutana na nyoka? Alienda wapi? Akamwacha mke wake na wake ndio ubavu wake. Kwa hiyo alimpa nafasi shetani, na neno Mungu linatuambia kwamba msimpe nafasi shetani. Ukimpa nafasi yani, ukimpa inchi moja nachukua inchi kumi Kwa hiyo hilo swali la kwanza. La pili, na hilo swali bado tunajiuliza mpaka leo, na ndio maana kila siku tunaulizaga yuko wapi baba, baba yuko wapi? Eh, baba waonekani majumbani, baba waonekani kwenye familia, baba waonekani makanisani, kwa sababu ya baba yao Adamu. Kawafundisha wanaume kudisapia <laughs> cha pili <laughs> Tuende kwa mama yetu. Mama yetu na yeye uko bustanini, wakati anaanza kusimamishwa na kuongeleshwa na yule nyoka, ya kushtuka kwamba we nyoka unanisemesha mimi kwa nini? Na pili, ngoja kwanza nikafikirie nika, hata angesema kwanza ngoja nikafikirie kwanza, lakini akala pale pale. Nayo inatuonyesha jamani, sisi wanawake ni rahisi sana kue, kusikishwa sikio Haya masikio Mungu ya yatakase, na tusimpe na sisi nafasi. Tunampa sana shetani ni katika kupitia masikio yetu. Kwa hiyo Mungu atusaidie, kwa sababu kila tunachokisikia, unaweza ukakisikia kitu leo ukasema kini affect, lakini siku moja kitakuwa affect jinsi unavyofanya maamuzi yako. Ndio maana mara nyingi unaweza ukamkuta mtu akikaa na mtu baada ya muda fulani unamwona na behave kama yule mtu, kwa sababu ya kusikia na kuassociate na huyo mtu. Kwaona wewe kama una associate na nyoka, baada ya muda utakuwa kama nyoka, utaact kama nyoka, umeona? Kwa hiyo sisi wanawake, Mungu atusaidie association zetu, kusikia kwetu, tuweze kusikia neno la Mungu zaidi, lakini kwa leo ninaomba tuende, wanawake tukajitafakari, wanaume tukatafakari. Ndo ujumbe wa leo nilioupata, ni kuhusu kutafakari sisi kama wanaume na sisi kama wanawake. Wanaume waangalie position yao, wako wapi? Where, where are you? are you far from God? are you far from your family? are you near? are you near? Wanawake tunasikiliza nini? Mungu awabariki, tutakutana tena wakati mwingine.